Kwa jina naitwa Japhet Asunga mbunge wa Vwawa na makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali na kiongozi wa msafara wa kamati hii leo. E, sisi kama kamati ya kudumu ya bunge, kazi yetu kubwa tumekuja kufuatilia matumizi ya fedha za umma kama zilivyopitishwa na bunge, na katika fedha zilizokuwa zimepitishwa za chuo hiki ilikuwa ni pamoja na upanuzi wa chuo ujenzi wa madarasa lakini ujenzi wa makao makuu na mambo mengine. Kwa tumekuja kujionea wenyewe kuona kwamba je, zile fedha zimetumika kama zilivyokusudiwa na bunge na zimefanya kazi yake na je, thamani ya fedha ipo au haipo. Kwa ujumla wake kamati imefurahishwa sana. Imefurahi sana kuona aina ya majengo yaliyojengwa ya kuanzia kwanza kwenye hostel za wanafunzi zimejengwa vizuri, nyingi na za kutosha na kwa gharama nafuu lakini pia jengo la makao makuu hili namna ambavyo wameridesign, lakini majengo wa yaliyojengwa na kitakacho kuwepo humo ndani, kwa kweli kamati imefurahishwa sana na huu mradi. Sasa tumeangalia kwa ujumla wake, miradi yote miwili inategemea kugharimu takriban bilioni ishirini na nne, kitu ambacho kiangalia majengo yanavyoonekana, mandhari ya nje yanavyoonekana na kile kilichotoka na fedha havilingani kabisa. Inaonekana fedha zilizotumika, fedha ambazo wanakusudia kutumia ni kidogo, na hii ni kwa sababu wametumia mfumo ule tunaita wa force account. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, kamati imefurahishwa sana kwa sababu tumetembelea miradi mingi, tumezunguka maeneo mengi, na hapa sasa tumeweza kujionea namna force account inavyoweza kufanya kazi na ikaleta manufaa makubwa katika taifa letu wenzetu wametumia huu mfumo maeneo mengi, tumekuta na changamoto nyingi sana unakuta wameshindwa, lakini hapa majengo yamejengwa kwa ubora yamejengwa kwa wingi na gharama zimetumika ni kidogo, kwa hiyo ni kitu cha kufarijika sana. Lakini jambo lingine ambalo tumejifunza hapa, tuliona hiki kilikuwa ni chuo kidogo huko nyuma, kilikuwa na wanafunzi wachache sana, lakini serikali kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wameamua kukipanua hiki chuo huwa ni chuo cha mfano cha kufundisha masomo ya biashara na uhasibu na ukaguzi wa mahesabu, kitu ambacho sasa tunaenda kuimarisha uwezo wa hawa vijana. Wamepanua sana hiki chuo hapa, tunaona campus zimeongezeka, lakini kuna campus nyingine tumeambiwa imejengwa kule Babati, nyingine imejengwa Dodoma, nyingine kule Songea, na hii itajibu tatizo kubwa ambalo inchi tunaenda kukabiliana nalo, kwa sababu tunapoongea hivi sasa vijana wanaomaliza kidato cha nne kwa mwaka ni zaidi ya laki nane. Sasa laki nane, uwezo wa vyo vyetu vyote unachukua laki tatu na hamsini mpaka karibu laki nne. Kwa hiyo ina maana kuna vijana karibu laki nne walikuwa hawapati nafasi. Sasa kwa upanuzi huu mkubwa unakiwezesha hiki chuo kuweza kuchukua wanafunzi zaidi ya elfu ishirini na tano ambayo itakuwa ni mchango mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba vijana wale wanaomaliza sasa watapata fursa ya kuja kusoma hapa kujifunza ujasiriamali, kujifunza masuala ya biashara, kuweza kutoa mchango mkubwa katika masuala ya uchumi. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri sana ambayo sisi kama kamati tunawapongeza sana serikali, tunampongeza sana rais, lakini tunapongeza chuo. Lakini la jambo la, la lingine ambalo tumeliona ambalo ni muhimu sana. Tumeona uongozi wa chuo una maono makubwa sana. Utaona katika maeneo mengi tumekuwa tukitumia fedha bila kujua kwamba italeta matunda. Wenzetu hapa kwenye huu mradi walikuwa wanajenga fence. Badala ya kujenga fence wao wameamua kurekebisha wao wameweka fence, wanaweka maduka nje. Maduka yale yote tumezunguka, tumeona, wanasema yatawaingizia takribani milioni mia sita. Kwa hiyo badala ya kujenga fensi ambayo haitazalisha chochote, ile fence sasa inaenda kuzalisha, inaimarisha ulinzi lakini inaingiza mapato kwenye, kwenye chuo na hivyo taifa linaongeza mapato zaidi. Kwa hiyo ubunifu ni mkubwa sana, lakini tumeona madarasa mengine yanayojengwa hapa yatakuwa na kumbi za kimataifa ambapo watakuwa na uwezo wa kutoa mihadhara kufundisha wanafunzi mahali kokote waliko duniani kwa kutumia teknolojia hii, hii itakuwa ni, ni, ni, ni funzo zuri na tunaamini kwamba itakuwa ni chuo cha mfano ambapo mtu unaweza ukakaa Marekani, ukakaa Uingereza, ukakaa Australia, ukakaa Namibia ukakaa South Africa, lakini ukasoma kwa kutumia mtandao ukapata elimu ile ile ile. Lakini si hiyo tu, hata hapa nchini matawi yale ya Babati, matawi ya Dodoma, matawi ya Dodoma, matawi ya Songea na kadhalika na sehemu zinginezo, mwalimu mmoja anaweza akatumika kuwafundisha wote wakafundishwa kwa wakati mmoja, wakapata kiwango kile kile cha elimu iliyopo, wakapata mafunzo yale yanayostahili. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya sita, na sisi tunawapa ongera, tunawapa ongera uongozi, tunawapa ongera serikali, tunasema big up kila kitu, mambo safi.